Siku ya leo Oktoba ishirini na moja, chombo cha habari cha kimataifa cha CNN kimeachia makala kuhusiana na uchaguzi mkuu wa Tanzania uliofanyika Oktoba 29, ambapo Rais Samia alifanikiwa kutetea kiti chake kwa kushinda kwa zaidi ya kura milioni 31, ikiwa ni zaidi ya asilimia 98. Hii ni kwa mujibu wa tume huru ya uchaguzi, lakini uchaguzi huo uligubikwa na vurugu nyingi sana, ikiwemo maandamano ambayo yalipelekea vifo vya watanzania wengi, lakini vile vile uharibifu mkubwa sana wa mali. Uh, CNN walichojaribu ni kuangazia namna opolisi waliamua kuyakabili maandamano hayo. Kuna taarifa zilitoka kwamba kuna baadhi ya watu waliuawa wakiwa bado uh, hawako kwenye maandamano, lakini vilevile vile ni kwamba kuna watu walifariki wakiwa majumbani kwao. So vilio vilikuwa ni vingi sana, lakini wengine wakisema wanakataliwa mili yao hawaioni, kitu ambacho kimeendelea kuleta wasiwasi kwenye jamii. Sasa serikali kupitia kwa msemaji mkuu wa serikali, uh, Garrison Msigo imetoa taarifa kwa umma, ambapo imeandika taarifa kwa umma Novemba 21, 2025. Serikali imefuatilia makala iliyochapishwa muda mfupi uliopita na chombo cha habari cha CNN kuhusu matukio ya tarehe 29 Oktoba na siku zilizofuata tunachambua na kuhakiki maudhui yaliyomo katika makala hiyo na tamko la serikali litakuja baada ya kukamilika kwa uhakiki huo imetolewa na idara ya habari maelezo na ofisi ya msemaji mkuu wa serikali imesainiwa na Gerson Msigwa katibu mkuu wizara ya habari utamaduni sanaa na michezo na msemaji mkuu wa serikali kwa serikali yenyewe inafanyia kazi kile ambacho kimetolewa na CNN kuhusiana na uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 ambao hata Rais Samia mwenyewe amekiri kwamba ni uchaguzi ambao umetia doa kwenye taifa hili, kwa sababu ni mara ya kwanza haijatokea uchaguzi mkuu kwenye nchi hii kuwa na machafuko kama ilivyotokea hivi sasa. Na yeye pia ameunda tume ambayo itaenda kuchunguza nini hasa kihini kilichopelekea mambo hayo hapo kutokea, lakini ametaka kujua pia vijana walikuwa wanadai haki. Ni haki gani hiyo ambao walikuwa wanaidai? Basi hiyo tume inapaswa kuja na majibu kusudi vijana hao wapewe haki ya yao, lakini ameongea mambo mengi sana, ikiwemo kwamba kuna watu walilipwa ili waandamane na baadhi ya NGO, kitu ambacho rais Samia pia ameitaka hiyo tume kufanya uchunguzi kama ni kweli kuna vijana walilipwa kusudi waingie barabarani kufanya maandamano, na je, walilipwa Uh, kufanya maandamano kwa sababu gani? Lakini vilevile vile, uh, Rais Samia Suluhu Hassan ameitaka, uh, tume hiyo kwenda kufanya uchunguzi nini hasa uh, kuna kinachoendelea kati ya tume huru ya uchaguzi na baadhi ya vyama vya upinzani, mpaka vyama, vyama, uh, vyama hivyo vinatoa matamko kwamba uh, uchaguzi hautofanyika mwaka huu. Basi tume hiyo pia ina wajibu kwenda kuchunguza ili serikali ipate sehemu ya kuanzia, hasa kwenye hiki kitu kinachoitwa maridhiano. Mi naitwa Sajidi Travis Chao.